Tunatengeneza soko, tunaweka miundombinu yote humu, na utaratibu ambao tumekubaliana, tunatarajia wenzetu wa jiji, na nimefurahia mkurugenzi yupo hapa, waambie watu wako wa jiji lazima waheshimu biashara za watu, biashara ni mitaji, ni maisha, usilete ubosi kwenye mtaji wa mwenzako. Haujajua mtu mtaji kahangaika nao namna gani. Juzi nilipita pale nikakuta bidhaa ya kijana wamechukua, sijui tangu lini. Nashukuru mkuu wa mkoa umesimamia, toroli lake na bidhaa yake yenye thamani ya laki 4, imerudishwa. Walitaka wagawane, nilisema ikikosekana ile wale waliochukua wote wakamatwe, na wakamatwe na washtakiwe kama wezi wengine. Wezi? ukapewa nafasi ya, ya serikali ndio ukawa na mamlaka ya kuharibu mitaji ya watu, biashara za watu, maisha ya watu Mtaji mtaji, ndo maana mheshimiwa rais ana kauli mbiu ya kazi na utu. Kazi ndo inakupa utu, inakupa kuishi. Unakuta mamalishe, wewe unaona ni kama sinia tu hivi, mtaji ule ni mtaji, ni mtaji ule ni maisha yale, anaendesha familia, anasomesha, analipa kodi analipa kodi. Unakuta kijana anafanya bodaboda, nilishaisema na hii kama anakosa linahitaji faini, usimnyang'anye kitendea kazi chake, mwachie kitendea kazi, mwachie kitendea kazi kitende, wewe dai faini uliyosema wewe dai faini, mwachie kitendea kazi ili apate fedha ya kulipa faini. Huu utaratibu wa kushikia, shikilia na vitendea kazi ni, una, ni utaratibu unaobariki umaskini. Kwa hiyo hili lazima hili lazima tukubaliane kuheshimu kuheshimu mitaji ya Watanzania.